peni za Chama cha Ukombozi wa Umma cha umma katika kata kaka ya etu Ulaya wilaya ya Kilosa katika jimbo la Mikumi. Awali yote nimezungumza na wananchi ambao matarajio yao ni kusikia mgombea anashughulika changamoto zao. Jambo la kwanza kwanza habari wanza ya stakabadhi ghalani aiondoe. Jambo la pili ni barabara lapili ibaaba Kilosa Mikumi ikamilike kwa kiwango cha lami. Atatetea vipi? Kwa sababu changamoto kula sisi tupotea kumpigia kura yeye ye yeah, ana ulinzi gani wa kulinda kula zake? Mgombea wa urais wa chama cha ukombozi wa umma Salum Mwalimu amewaeleza wananchi wa kata ya Ulaya sera ambazo wanakwenda kuzisimamia ndani ya siku mia moja kuundwa kwa tume ya ardhi kuchunguza mgogoro wa wananchi na mamlaka za hifadhi za taifa za wanyamapori na mamlaka nyingine zinazohusika na masuala hayo ili kuondoa tatizo la mauaji ya wananchi wanaoishi au kupakana na mamlaka za wanyamapori au mamlaka za misitu. Aidha, tume hiyo itachunguza migogoro ya wakulima na wafugaji ambako kwa muda mrefu imelitafuna taifa katika maeneo mbalimbali nchini bila kuwa ufumbuzi wa kudumu. Chama cha Ukombozi wa Umma cha umma kimeeleza wananchi dhamira yake kutumia kanuni za kukuza uchumi, maendeleo ya nchi yoyote kwa kanuni za maendeleo duniani ambazo ni kanuni za asili, ni uwezo wa chama kilichoko madarakani serikali iliyoko madarakani kwenye nchi hiyo, kutumia rasilimali zilizoko ndani ya nchi hiyo kubadili maisha ya nchi hiyo na maisha ya watu wake. Basi kwa upendeleo, wazee wote wa jimbo la Mikumi nitahakikisha wanapata bima ya afya. Bule kupitia mimi imani la jambo bilali mzuri, sitaangalia chama, itikadi wala kabila. Mwendelezo wa kampeni wa vyama vya siasa kuna disera unafanyika kuelekea siku uchaguzi mkuu 29 Oktoba. <coughs> Emmanuel Kalemba, Azam News, Kilosa.